Sasa, ndugu zangu, siku ya leo tumekutana siku ya pili kabisa katika mwaka huu wa ishirini na sita. Kwa hiyo kumbe tunaanza mwaka kwa kazi, tunakabidhiana vitendea kazi ili viweze kuongeza kasi na nguvu zaidi ya utekelezaji wa majukumu yetu. Tunakuja kukabidhi baadhi ya vitendea kazi ambavyo ni pikipiki piki, vyombo vya usafiri kwa maafisa maendeleo ya jamii wetu wanaofanya kazi katika kata zetu kadhaa na hili ni zoezi ambalo ni endelevu. Tutaendelea kuhakikisha kwamba maafisa wetu tunaowakabidhi majukumu na wanafanya kazi nzuri, basi wanapata nyenzo za utekelezaji wa majukumu yao yeah. Na napozungumza leo, hizi pikipiki ni sehemu ya pikipiki ambazo tayari tumeshazigawa mia mbili na nane kwa maafisa ya maendeleo ya jamii nchi nzima. Maafisa wa maendeleo ya jamii wana jukumu kubwa sana katika kuchagiza maendeleo katika nchi yetu yaani kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanaisaidia jamii kutengeneza fikra chanya ili jamii hiyo iweze kupata maendeleo. Sio kazi ndogo, ni kazi kubwa sana na inahitaji utaalamu mkubwa, lakini hawa ndio viungo pia kati ya serikali na jamii. Wanajamii wanategemea nini kutoka serikalini? Kwa hiyo nyie ni daraja e, na mnafanya kazi hiyo vizuri sana lakini eneo lingine ambayo mnalifanya vizuri sana la uwezeshaji wananchi kuratibu shughuli za uwezeshaji wananchi kiuchumi. kuna ile asilimia kumi ile halmashauri mmezungumzia eh, hapa jinsi ambavyo mmetekeleza. kwa serikali yenu inawathamini eh, serikali inawathamini inawapenda, inathamini kazi mnayoifanya. Kwa hiyo tunaamini kwamba hivi vifaa ambavyo mnaendelea kuvipata mtavitumia vizuri kufanikisha majukumu muhimu ambayo mmekabidhiwa, majukumu ya kuhakikisha kwamba kunakuwa siku zote na mabadiliko chanya kwenye jamii positive change. Tuhakikishe kwamba hizi pikipiki zinatunzwa zinafanyiwa service sawa sawa, lakini zinatumika kwa matarajio ya serikali. Hizi pikipiki ni mali ya serikali. Sasa ndugu yangu, ukienda kwanza kusanya ukageuza bodaboda, tutakuwajibisha. Si ni ofisi yako itunze, ukiitunza itakutunza Ifanyie service vizuri, itumie kwa matarajio, kwa kazi ambazo zinahitajika, ambazo unakabidhiwa majukumu yako ya kikazi, basi utakuwa unatekeleza jukumu. Lakini mbili kutumiwa kwa matumizi sahihi, yale ya kwenda kule shambani kule, kuzunguka mambo yako ya shambani na nini, kwenda kuuza nyanya zako, najua wengine wana mashamba e, sio kazi yake. Tunashukuru serikali imekuwa ikipatia vitendea kazi na hivi majuzi tu Mheshimiwa mkuu wa mkoa alikabidhi kawatira ambazo zimeshapelekwa katika vituo vya uzalishaji katika maeneo mbalimbali katika halmashauri zetu. Sasa leo, hata mwezi mmoja haujapita Wizara ya Maendeleo ya Jamii nayo na inakuja kutupatia vitendea kazi kwa ajili ya uboreshaji wa masuala ya kiuchumi, ufuatiliaji wa ugani katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu. Kwa kweli sisi kama Singida kama mkoa tunafarijika sana. Kwa hiyo tunapoanza mwaka ambako leo ni siku ya pili ya mwaka, sasa wewe ndio umetutembelea, kwa kweli tunafarijika kuona kwa kwamba mwaka unaanza tayari tumeshapata mgeni mkubwa ndani ya mkoa wetu. Lakini vile vile kupitia kwako, kwa sababu wizara yako inakava nchi nzima, basi ujumbe wako utakuwa ni maelekezo lakini vile vile ni katika hali nzima ya kuwatakia heri ya mwaka mpya, kwa sababu ndio tunauanza, ili wa, wawe na hali ya kufanya kazi kwa bidii na kuleta ufanisi katika nchi yetu. Aidha, tunaipongeza serikali kwa kuona haja ya kununua vitendea kazi pikipiki ambazo tukabidhi leo hii ni awamu ya pili, tulishapokea awamu ya kwanza ambayo Ikungi walipata na manispaa walipata, lakini pia halmashauri kwa kupitia mapato ya ndani imekuwa kiboresha utendaji ambapo kwa kwa halmashauri ya Ikungi iliweza kununua vishikwambi kumi na nne kwa maafisa ngazi ya kata ambao wanasajili vikundi na huduma ndogo za kifedha. Lakini pia halmashauri ya Mkalama iliweza kununua pikipiki mbili kwa mapato ya ndani, lakini wamenunua kompyuta mpakato kumi kwa maafisa maendeleo lakini kwenye ngazi ya halmashauri karibu kila idara tunatumia magari ya programu ya TASAF. Kwa mwaka wa fedha ulioishia Juni, tumefanya transfer bilioni 15.6 kwa walengwa 104,681 wa kaya zenye uhitaji maalum ambao ni TASAF. Kwa majina yangu naitwa Mariam Abdalla Chuma, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka kata ya Mang'onyi wilaya ya Ikungi. Kabla hatujapewa vitendea kazi, changamoto ilikuwa ni kubwa, kwa sababu kata zetu zimekaa vijiji vimegawanyika, viko mbalimbali mbali sana. Kwa hiyo unajikuta kutoka kwenye makao makuu ya kata kufika kwenye kijiji husika inakuchukua muda mrefu, na saa nyingine usiweze kufika kabisa. Lakini kwa vitendea kazi hivi tulivyopewa, tunamshukuru Mheshimiwa Rais ameturahisishia utendaji wetu wa kazi na jamii itafikika kwa urahisi kabisa. Kwa majina, naitwa Gumarija Manumbu, natokea Halmashauri ya Wilaya ya Manyoni, kata ya Sasilo. Tulikuwa tunatumia e, muda mwingi sana kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa miguu, lakini kwa sababu tumepata hizi pikipiki, zitatusaidia pakubwa sana, zitatufanya tufikie malengo yetu ya kuweza kuwafikia e, jamii na kuwapa yale mahitaji ambayo serikali ilitakiwa kuwapa. Naitwa Peter Musa, afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Ikungi. Kwa kweli tunaishukuru sana serikali na Wizara ya Maendeleo ya Jamii kwa ujumla kwa jitihada ambazo imekuwa ikizifanya kwa kuwawezesha watumishi wa maendeleo ya jamii ili kuweza kupata vitendea kazi. Awali hali ilikuwa ngumu zaidi kwa maafisa maendeleo ya jamii, lakini kwa kadri serikali inavyotoa vyombo vya usafiri imekuwa ikiendelea kuwapunguzia adha maafisa maendeleo ya jamii na kuwawezesha kufanya kazi zao vizuri zaidi.